Ukitaka kujua manabii wa uongo, wameanza kutangaza kesha na maloli, wameanza kutangaza kesha na maloli. Unashindwa kwa nini? Unaita watu hawajaokoka kwa kanisa yako, kwa sababu ni pesa mnatafuta? Kwa nini uko na interest ya kutembea huku na maloli, muki mkiita watu, mukiita watu? Kwani watu hawajui kanisa? Kwani watu hawajui kuna kanisa watu hawajui kuna mkesha. na alafu, ukitaka kujua manabii wa uongo, wakati wa kesha, anatoa kesha kwa kanisa yake, anaenda kutengeneza mahema, mahali anataka ku accommodate watu wengi ili awapore. Wacha nikuambie, manabii wa uongo, chuma chenu kiko kwa moto. Huu ni wakati umefika kwa watu wa Umbiri True Gospel watu waache kuuza Yesu kama mahindi, kama maharagwe. Unapita huku ukipiga nduru, utapokea miujiza, mtaona mwaka mpya, mwaka mzuri. Unadanganya watu. Hakuna mtu anaweza pokea mwaka mzuri kama maisha yake si mazuri. Lazima awe na uamuzi wa kukaa maisha mazuri ya Mungu ili mwaka wake ukuwe mzuri. Sasa manabii wa uongo wametabiri, wataahidi watu kila nabii wa uongo ukimsikiza, atasoma taarifa yake akiaindi watu vile mwaka itakuwa mzuri, na ni uongo. Wengi wanaaindi watu vitu mingi, wanatabiri vitu za uongo kwa sababu wanataka hiyo mfuko wako. Nimesema ukitaka kujua manabii wa uongo, wanatembea na maroli wakiwaita kwa kesha na wametoka kwa makanisa yao. Yesu wa usangwi, Yesu si uwezi ukamake Mungu wale watu wa kanisani wataenda kanisani, kila mtu anajua kanisa yake mahali huwa anaenda kukesha, lakini kwa sababu mnatafuta waumbiri wa uongo, mnatafuta attention ya kunyang'anya watu, wakikuja hapo waambie, toeni mbegu ya kufuka mwaka na utapata wako. Na mbinu nyingi sana wengine wako na mambirika, wanaosha watu, unaingia pale na ngiri moja, wengine wanakisha kando, unawakisha na sandaka zako takataka taka mingi hizo vitu na uoni wote, manabii wa uongo situhubiri Yesu, tuhubiri forgiveness, tuhubiri msamaha. Niwaambia mtafanya watu waacha kanisa. Hebu sasa tangalia tanga, vile kumekuwa na mikesha imetangazwa na watu wa, wa, wa, wa dunia wanaweka mikesha sasa, kwa sababu na wanaalika waimbaji kule, kwa sababu kwa nini wamekuja kujua watu wana penda sana wakifuka mwaka ati wafuke wakiwa kwa kanisa, sasa wameanza wame, kujiweka wameweka wameweka kuna huko macha